Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, jaji wa mahakama ya rufani, Mheshimiwa Jacobs Mwambegele ametembelea na kukagua mwenendo wa zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura ambao ni mzunguko wa tatu katika awamu ya pili na kubaini kuwa uboreshaji huo unakwenda vizuri. Jaji Mwambegele ameeleza hayo Julai Mosi baada ya kutembelea gereza la Bunda, gereza la kilimo na mifugo la Kiabakari gereza la Musoma na gereza la wilaya ya Tarime, yote ya mkoa wa Mara. Tume Huru wa taifa ya uchaguzi inaendelea na uboreshaji wa daftari la kudumu la piga kura kwa awamu uh, ya pili na huu ni mzunguko wa tatu ambao unahusisha magereza. Sheria kwa sasa inahitaji uh, mfungwa ambaye uh, kifungo chake hakizidi miezi sita na mahabusu uh, anaruhusiwa ku piga kura na vivyo hivyo kwa Tanzania Zanzibar. Uh, wale wako vyo vya mafunzo ambao hawazidi miezi sita pamoja na mahabusu nao uh, wanaruhusiwa kupiga kura. Mimi sasa, jana na leo nimetembelea vituo vya mkoa wa Simiyu, nimetembelea vituo vya mkoa wa Shinyanga, pia na leo nimetembelea vituo vya mkoa wa Mara. Zoezi linaendelea vizuri eh, wa, wa, wa, watu wenye sifa wapiga kura wenye sifa wanajitokeza na kuandikisha kwa ajili ya kujiandaa na uchaguzi ambao utafanyika eh, mwezi Oktoba kwa tarehe ambayo itafana. Zoezi kwa ujumla liko vizuri sana, kwa sababu hakuna changamoto yoyote ambayo imepatikana ambayo labda inaweza katia doa zoezi nao watendaji wa uboreshaji kutoka gereza la Kiabakari na gereza la wilaya ya Tarime wamesema mahabusu na wafungwa katika vituo walivyopo wamefurahia mabadiliko ya sheria iliyotoa fursa ya wao kushiriki zoezi hilo la uboreshaji. Anaitwa Emmanuel Rwachuma Ruhinda, ni bivya la operator. Zoezi zima la uandikishaji kwa maana ya kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura linaendelea vizuri hakuna tatizo kabisa, hii wameitikia vizuri, wanashukuru, wako tayari kwa ajili ya zoezi la kupiga kura hiyo tarehe mwezi Oktoba. Kwa Mbogora Bulilo, mfungo mwandishi msaidizi gereza wilaya Tarime. tunaendelea vizuri na uboreshaji wa piga kura ndani ya gereza mwa mabusu na wafungwa. mpaka sasa hatuna changamoto yoyote, kwanza hili zoezi wamelifurahia mno, kwamba hata ambao kupata sifa ya kuweza kuandikisha kulingana na vigezo vilivyotolewa waweze kuongeza vigezo vingine ili na wengine wanufaike. wametuma hiyo ombi. E, kwa sababu wamesema tutawasaidia mambo mengi kwa ajili ya dhamana, hata katika ununuzi wa maeneo watavitumia kwa mujibu wa ratiba. Zoezi hilo la uboreshaji wa daftari kwenye magereza na vyuo vya mafunzo linafanyika kwa siku saba. Lilianza Juni 28 na linakamilika Julai 4, 2025. Wanaohusika katika uboreshaji huo ni mahabusu, wafungwa na wanafunzi wa vyuo vya mafunzo Tanzania Zanzibar ambao ni raia wa Tanzania waliohukumiwa kifungo chini ya miezi sita. Kutoka hapa Tarime mkoani Mara. Mimi ni Shafiru Makosa, wa Uchaguzi TV.